Na mtazamaji, nilikuwa nimekueleza kuwa hapo baadaye nitakuwa nakuletea. Hii leo ni kama makala mafupi tu kuhusiana na jinsi wa Kenya wanavyohangaika. Umesomea taaluma fulani, lakini miaka kumi na tatu baadaye unangoja ili uweze kuajiriwa. Kumbuka umemaliza kusomea taaluma hiyo, miaka inaendelea, miaka kumi na tatu bado inaongezwa kwa miaka yako inamaanisha kuwa uko unafikisha miaka ambayo labda kuajiriwa katika taaluma hiyo utakuwa umepitisha miaka yenyewe. Lakini yote tisa kumi, matamanio ya kila mmoja anayetilia maanani elimu ni kuwa siku moja atapata ajira na kuomoa familia yake. Lakini mtazamaji, fikiria hili: Umesomea kuwa mwalimu lakini unakosa ajira kwa zaidi ya miaka kumi na tatu. Ndicho kisa chake Caren Bulimo, mkaazi wa kaunti ya Bungoma. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Bedaya Towet katika sehemu ya kwanza ya vyeti bila ajira, Bulimo anazidi kupoteza matumaini kadri miaka inavyosonga, swali likiwa, je, atangoja mpaka lini? Kwa mengi zaidi, mpenzi mtazamaji, Niruhusu nimpishe mwanahabari wetu Bedaya Towet akiwa na makala hayo. Takriban mita mia tatu kutoka soko la Chepkube mjini Bungoma, taswira ni ya uchangamfu katika shule hii. Lakini kinyume na watoto hawa, kwa upande wa mwalimu wao mambo ni tofauti. Kwa zaidi ya miaka kumi na miwili sasa, mwalimu Caren Bulimo amebisha milango za afisi za kaunti akitafuta kazi, juhudi zake zikigonga mwamba licha ya kumiliki cheti, diploma na digrii. Anayepaswa kumwajiri, ambaye ni serikali ya kaunti ya Bungoma, amekosa kufanya hivyo tangia kumaliza kisomo chake mwaka 2012 na na hivyo kupelekea Karen kuishi kwa kandarasi za muda na malipo duni wakati

Bulimo anaeleza kuwa amelazimika kutafuta kazi ndogo ndogo ikiwemo kuwalindia watu watoto wao wanapokuwa kazini ili kujikwamua kutoka kwa maisha ya uchochole inayomkodolea macho.

Ukosefu wa ajira na kuishi kwa maisha ya kutojua kinachozaliwa keshoye, imepelekea mwalimu Caren kuishi maisha ya upweke, kwani kulingana na yeye, marafiki zake waliosoma wa naye tayari washapata ajira za kandarasi ya kudumu. Hali hiyo ikimbidi Caren kujitenga hata na familia yake labda wale walichukua ai ingine tofauti, labda a a akimaraana unakutana naye amejiendeleza kimaisha kimaisha, wewe maisha bado yako chini ama na eh, ayo, mm. Malilio ya mwalimu Caren kwa serikali ya kaunti ni kuwajibika na angalau kumpa ajira ili pia faidi na matunda ya masomo yake. Na kama ndio kutuonesha msumari moto kwenye kidonda, mwalimu mkuu wa shule ya kibinafsi ya Mother Kevins, Juliet Wesonga, anatusimulia kuwepo kwa mwalimu ambaye ametafuta ajira ya serikali kwa miaka 30 sasa bila wazi ya mafanikio. Hii ikiweka wazi madhaifu yaliyopo katika mfumo kwa ajiri wa kuajiri walimu wa chekechea.

Wesonga, hata hivyo, anatusimulia kuwa Mwalimu Caren Bulimo ni wa kupigiwa upato, kwani kando na kujituma anapofunza pia, yuko kifua mbele kwenye ukufunzi wa michezo ya kuigiza, mashairi na miziki, kwani ashawahi peleka makundi za watoto wanaowakilisha shule hiyo hadi ngazi za kitaifa that is probably she has been in the field for 12 years since she got her first certificate in early childhood development so she is a teacher who is good who empowers our learners both academically and even in co-curricular activities she is our head of co-curricular activities in the school especially she does so well in music and drama Licha ya kuwa kiungo muhimu katika jamii, baadhi ya wa waalimu wachekechea wamesalia bila ajira kwa zaidi ya miaka 30. Serikali sasa ikitakiwa kuweka mbinu mwafaka ili kuhakikisha kuwa wanapata ajira na kandarasi ya kudumu. Nikiripotia makala maalum ya Runinga ya Magharibi. Jina langu ni Bedaya Towet. Na mtazamaji hilo ni changamoto kwa washikadau wa masala ya elimu. Kilio kiko hapo, hivyo basi ni sharti asaidiwe kwani alikuwa darasani, alitumia fedha zake, na hivyo basi angependa tu aweze kuajiriwa ili pia yeye asiwe mzigo katika jamii.